Ndugu zangu na wakaribisheni tena katika chaneli yetu, tunapozidi kujifunza maanake ya Mwenyezi Mungu, kwamba tukiweze kufahamu neno lake, na tunaambiwa kwamba tunataka kufahamu kweli, basi kweli hiyo itaweza kutuweka huru. So leo, nataka niongeleze, niongelee jambo moja ambalo ni muhimu sana katika maisha ya wanadamu. So, tunaambiwa kwamba imefika sasa wakati ambapo wanadamu hakika itabidi sasa wamejifunza kwa wanyama, kwa ndege wagani wangani, samaki wa baharini, maana wanafanya hata yaliyovia busara kuliko wanadamu. Kuna hii video ambayo simba ameweza kumwokoa mwana antelope wakati ambapo mama huyu antelope alikuwa amenaswa pale alipoenda kunywa maji katika katika, kisi, katika ule mto na mamba. So basi huyu mwanandama alipokuwa anataka kushambuliwa na fisi, akakimbia, akakimbia mpaka mahali palipokuwa na simba alipokuwa anakunywa maji, naye pia tukaona kwamba baada ya kufika pale, simba akaweza kupigana. Kwa hivyo tunaambiwa inafika wakati ambapo tabidi tujifunze katika wanyama. So tunaona fisi wanapotaka kumshambulia, basi yule simba anamuokoa tena simba mwingine anapotaka kumshambulia yule simba anamwokoa hadi anampeleka katika genge ama kundi la wana antelope wengine. So hii ni maajabu sana na kukuaida, raisi. Kwa kawaida sio rahisi upate kwamba simba na antelope wanaelewana, huwa basi ni makimbizo ili akiweze kupata chakula. Hii inamaanisha ni jinsi gani ambayo Mungu anatuonyesha jinsi ambavyo ataweza kurejesha upendo wake katika shamba la Edeni, sambavyo Adamu alivyokuwa akicheza na wanyama akiwafurahia, akiwakumbatia, basi vivyo hivyo ndivyo kutakavyokuwa. Na ndio maana katika kitabu cha Isaya kumi na moja mstari wake ni wa sita na nane tunaambiwa kwamba mwanadamu atacheza na, na simba, chui acheze na mwana kondoo, mtoto ataingiza mkono wake katika shimo ama pango la nyoka bali ya vita mthuru hizi vitu vitakuwa na amani, maana Yesu anaenda Kristo the Eden Park, ule upendo na ule umoja ambao ulikuwako kati ya mwanadamu na mnyama, kwamba kuna naye na mwingine nikuwa na asira ama anamshambulia ndiyo kitendakuwa so hui nanikumbusha kitu cha ajabu sana. Mbona sisi wanadamu hasa wanawake tunachukua mimba, tuna sumbuka naye imezitisha sasa tuzae tukienda, tukamtupa mtoto msituni, mnyama umbo anaenda na mkokoto, mnyama anamwokoa. So, ni wakati sasa inafaa tujifunze katika wanyama, ndugu zangu na dada zangu. Hona, hebu tutazame hicho kitendo maanake, sio kitendo cha kawaida. Simba kumwokoa mwana antelope si kitendo cha kawaida. So, haya mafungu nataka uende utafakari Ayubu kumi na mbili kuanzia saba hadi kumi. Lakini sasa, tujifunze katika wanyama ama tuwaulize wanyama, nao watatufundisha. Watatupa pia habari ya mambo mengi ambayo wanadamu wamelegea katika kuyatimiza. Na wamlegea is being restored back Yesu anaenda ku restore Eden, ambapo wanyama watakuwa na furaha, watafurahia kuwa na wanadamu, jinsi ambavyo Adamu alikuwa anakumbatia wanyama, anacheza nao. Pia sisi tutaweza kucheza nao. Maandiko katika kitabu cha Isaya 11 yanadhihirisha haya mambo. So tunaishi kipindi ambacho, ndugu mambo mengine tazidi tujifunze kwa wanyama. Kwa nini? For example mambo ya ushoga, huwezi ona mnyama ambaye la, for example ati sasa umbwa amebadili matumizi yake, ya kutumia umbwa mwingine ameenda kutumia mbuzi. Mbona wanadamu wanaume kwa wanaume wanaingiliana, wanawake kwa wanawake wanaingiliana? Na Mungu alikuwa ameshatabiri mambo hayo kwamba yatatendeka katika kitabu cha Warumi moja na mchoro wakin wa 22 hadi 25, 27 wakaobadili wakawabadili, utukufu wa Mungu wakawabadili matumizi ya asili ya mwanaume kwa mwanamke, wakakiana wenyewe tamaa, wanaume kwa wanaume. So inabidi tujifunze katika wanyama. Zebra yuko na rangi ngapi? Amepewa kwa rangi ya black na nyeupe, na meridhika nayo hakuna mahali, anamka asubuhi atafute rangi nyingine ajipake lakini mwanadamu ametumba, sawa wanawake wetu natafuta marangi, wanajiekea kwa midomo, kwa makucha. So inabidi tujifunze katika wanyama, mbona zebra isitafute rangi ngine ajipake? Ako na white na black, nani huo mpaka kila siku? Si ni rangi ambayo Mungu aliumba naye akaridhika nayo. Mbona wake wetu waridhike na mambile yetu yao? Sijui mara aende aongeze makanio, mara aongeze makucha, aongeze nywele bandia mdomo apake rangi uso, ab, abadili. Hiyo ni kumaanisha namkosoa Mungu. Nimeambiwa katika kitabu cha Warumi 9:19 tisa kumi na tisa, wewe ni nani umjibuye Mungu, ama u, ama muumbaji atawezaje kumwambia muumba, mbona mbona huku niomba hivi. Mungu alifanya kila kitu chema na kikamilifu, anasema hivyo, akaona kwamba vyote vimependeza na vyote vi, vi vizuri, ama iko vyema lakini tumebadili utukufu wa Mwenyezi Mungu. So, ni wakati ambao tujifunze kwa wanyama. Ni katika tu mwanadamu ndio utaona anafanya mambo ambayo haya, hayuko katika maandiko. Uwe niambie tu kweli mtu wa Mungu, wapi ushaiona? Eti mbwa hii ni for example natumia. Mbwa ameingilia mbuzi. Hii ni example tunatoa, for example ati umbwa mume ameingilia mbe mume mume mwenzake, hiyo itawezekana aje? Ama mbwa wa kike anaingiliana na mbwa wa kike? Ni katika wanadamu, na ndio maana tunaambiwa katika kitabu cha Ayubu sura kumi na mbili saba. Imefika wakati sasa, lazima tuulize hawa wanyama na tujifunze kwao. Mungu anaposema kwamba aliumba mwanadamu akampa akili juu ya kila kitu, lakini sasa imefika tena mahali wanyama ambao walipewa Mungu alimpa mwanadamu chini yake kwa uwezo wake, wanakuwa tena na akili kutuliko. So ndugu zangu, lazima tuweze kubadilisha. Hiyo video ina mambo mengi sana, na imefanya hakika nikiweze kutoa hoja hii. Hatuhitaji kujibandika vitu zingine. Mungu alitumba tukiwa kamilifu, basi turidhike na maumbile yetu. Ikiwa wewe ni light skin, basi dark skin, basi ridhika na Mungu wabariki sana, asanteni sana kusoma nasi. Ingia pale channel yetu Get Ready, Get Ready Ready, unaandika mara tatu: subscribe, share, comment. Tukuzane pale kiimani, maana sisi sote tu wanafunzi wa Mungu na tuko katika shule ya Kristo ili tuweze kujifunza ukweli. Ukiwa na swali unaweza unaweza kuuliza pale, unaweza tuma swali lako, basi tuweze kujadili na tuweze kujibu kulingana na neno la Mwenyezi Mungu, bali tuwezi kujibu kulingana na fikara zetu. Nambari ya simu ni 0769084065. God bless you as I wish you a happy preparation day for the Sabbath. Bye. Be blessed Amen.